Kwani ule wimbo wa kifo kifo kifo akina huruma kifo kifo, eh, kifo kifo kifo akina huruma, bora ni feee endani nitapumzika jamani. Kwa nani, nani, nani alisema kwamba kifo anapumzika kule? Si unalala nani kasema? Kwani kule kuna nini? Si ukienda nani, umeenda? Eh, nani ka, kwa maisha yao ukifika ni kibao rungu teke oh, sikajua, ndio unaambiwa hivi, usiwezi kulala sasa hivi, utalala ukifa. Bora nife, umefanya kitu gani duniani nanzia <laughs> hapo duniani, umefanya kitu gani mpaka unataka ufe? mm -hmm. eh, ujiulize, umefanya kitu gani duniani je? yeah, ulichoambiwa ukifanye umekifanya umetekeleza, au ndo bora nife, alafu kifuko huko bora duniani akuna wakati mnayavuruga majambo hey! Bora ningekufa mimi, bora nife mimi hmm. Eh, hey, watu wafikiri kujikili no, kujikili, kujikili sio kazi ndogo kujikili si. Kwa kawaida ah, kujiua sio kazi ndogo, kikusha kufikiria hiyo hatua, yaani ushafikia hatua fulani wakasema kwamba kuliko kuteseka na haya mambo bora mimi niondoke. Ah, kwa nini kufuru? hmm. Kufuru mjawahi sawa, mimi nakubali kama umetisha kwenye hivyo tu, mnakubali hapo, unaga unaga vitu vidogo vidogo, hey. Yani bora ulie, lakini ah hivyo hapana, lakini ah wewe hivyo hapana. nasitaki kwenda kufikiria kwa sababu bwana, unaambia shetani mdogo yuko kazini hey. Anakusubiri tu fikirie kitu kibaya hapo hapo hapo asema nilijua ah, tu ukisema tu hivi ndoo. Kwa sababu ya nini? a una una hmm. kulia <laughs> unaambiwa <laughs> sema <laughs> oh, <laughs> <si> ndo jaba <laughs> wanajaza majaba <laughs> unaambiwa kulia, ah. Ni dawa hmm. Kuna wakati pia ndio hmm. Ndio maana naangalia, asilimia nyingine unakuta mtu amekatika tu mikao ya kochi yeah. Lakini unaambiwa kuna wakati pia kulia kulia ni dawa mm. Na kibinadamu oh. usipolia pia uh-huh. inaweza kutengeneza matatizo. Kwa mfano kama mtu akipata tatizo, kuna muda mtu anakwambia, lia, toa machozi ile upate, yani fungua kifua kuna wakati pia kama umeona huwezi kulia, tafuta mtu ambaye mmoja tutakayemwelezea, unajua kile kitu kitoa moyoni sure. ukitoa kifua kinaachia yeah, sasa sure. kuna wale watu hana mtu wa kuzungumza naye mm -hmm. hawezi kulia mm -hmm. ndio au usiku anawaza nini ha, mtandio uko wapi ndi Yani, unakimbilia kujiua alafu ni yani mda huo, Israeli alikuwa iko busy na mambo yake mengine, unamshtua e, yuko zake anatoa roho uh, South Africa huko Ujerumani, wewe mm -hmm. wa Tanzania hata hakuwa na mpango na wewe kabisa, o usiku ukamsaidia majukumu, naomba bro, niko hapa niko wana hapa niko njoo mara no, moja, hii si sawa mm -hmm. unapopitia mambo mazito usizani kama ni sahihi kuwaza kuva. Sasa ukifa ndio nini kabisa, unakuwa umemfaidisha nani? Umemfaidisha nani? Umemfaidisha nani? Sasa sana sana tu umetengeneza huzuni kwa watu ambao wanakujali, angalia mpani pia unaoacha E, unamwacha nani huko nyuma? Eh, unamwacha nani hebu. Unapo, unapofika hatua umewaza ukanyanyuka, kachukua zako kamba ukaitundika, mm. Umechukua sio vidonge, sio kisu umekishika. Hebu angalia unani unamwacha, na unawaachia nini? Unawaachia nini Naa. Cha muhimu sana sio unaondoka tu basi, kwa unaondoka, angalau acha watu vitu ambavyo hakikana nakukumbuka bwana, hichi kitu mimi niliachiwa na mtu fulani, yeah. Sio unaondoka tu. Kuna watu wengine hata kugawa nguo ni kazi, yaani yaani mtu hata kumpa mtu kumbukumbu yako hamna eh. Karibuni e, sana Gossip Table. Timu zima ya Gossip Table tuko hapa. Mimi naitwa Dabu 13. Sami baby. E bana, meza ya wambea tuko hapa e. Sa, na taarifa ambayo tuko nayo leo inamuhusu msanii mzuri, tunampa tunamzungumzia, tunampaka sana maua yake eh, hapa. Hapa masifa ni mengi tunampa hapa. Mzuri kwanza ni kuangalia. Si ah, flat tummy, Yami.

Ah, esi anajua hii kazi, mimi nipo kazini bwana, upo kazini ndo uanze yeah. Kupata kupata mi, mi, mi, mishituko mingine yeah. sababu ya Yami. Ila Yami mzuri, yaani kama yeye mwenyewe atakataa kusema kwamba Yami sio mzuri nitabisha naye, kwani Yami ni kuku gani? hmm. Kukupenda, kukujali, kuthamini, kuku kukuheshimu, kukupeleka nyumbani, kukuimbia kuku kuku kukuogesha, kukulisha, kukubeba mgongoni, kuliwaza, kuku kukuchukua, ukupeleka ukweni <laughs> Kuku ni nyingi na kujiua yeah. <laughs> Haya, imefikia kuku kujua kuku kwa nini ni kuku ile. yes, sikujiua katoa kuu moja sana bwana. Sasa yami ameshtua watu wengi sana, hasa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kushia ujumbe ambao Sami anakwenda kusoma hapa, ujumbe huu. He, he, nitatanishi sana, kwa sababu sasa ndo nashika simu yangu eh, naifungua. Tumeogopa, mimi binafsi nimeogopa, yeye pia nimeshtuka, mimi paka eh, tumbo limekata. Yami kaandika ujumbe mzito sana, na matukio ya nyuma yamekuwa ni mengi mengi mengi mno, ambayo pia ukijumlisha yale matukio na hii kauli yake kama kuna vitu vina wanasema kurandana eh, mm, vinafanana. Hebu tuambie kwanza, Yami ameandika waraka gani kwenye mtandao wake kijamii?

Bwana uh -huh. Kauli ni tata, uh, kauli ni ya moto mimi uh -huh. na naomba niruhusiwe -huh. kuisoma kama ilivyoandikwa. Isome kama ilivyoandikwa, na nukuu uh -huh. Yammi kaandika hivi kwenye uh -huh. mtandao wake wa Instagram yani IG, kasema uh -huh. mashabiki zangu naombeni mniombee msamaha kwa mama yangu na baba yangu na baba yangu mimi, ndio tegemeo lakini, naona siwezi kuishi tena, nimechoka, bora nife nikapumzike. Naombeni msamaha kwa wote niliyowahi kuwakosea mimi basi, tena nimefika mwisho, siwezi tena, bora nife nikapumzike, siwezi tena, siwezi tena wala siwezi. Akamtagi ati official Nandy mm -hmm. ati, hu ati official Nandy, pia dada yangu, naomba nisamehe popote niliwahi kukukosea, siwezi. Namaliza nuku nukuu. Huyu ni Yammi mm. Yammi kafikia huku, ujumbe huo ni mzito. Yammi anapitia sana, nini nini Yammi sana, sana, kapatwa na jambo gani? mm. Yaani ujumbe ni, kauli ni tata sana, yaani mpaka nafikia hatua mtu anaandika maneno hayo Yes. Sasa jua kuna jambo, kuna jambo kubwa kubwa mno mm. kubwa mno na hizi kauli tata ambazo wasanii huwa wanazindika kwenye mitandao ya kijamii mm. Watu huwa wanazichukulia poa sana. Nikumbushe kidogo msanii um, Zikiuti alishai kuandika hii taarifa yes. kwamba anapitia vitu fulani kwenye maisha yake mm. Akasema mpaka kauli ya kwamba kuna muda mtu unaweza kufikiria kujiua. mm. Bilnass alishai kuandika mm -hmm. Wasanii wengi wakubwa, sio wasanii wachanga, wakubwa wamewahi kushia na sisi hii taarifa ya kukaribia kujiua, kupoteza uhai wao wenyewe au mm -hmm. bora mtu afe ili kuna mtu fulani asio anaviface sasa. Leo kaandika Yammi, msanii ambaye ni mchanga yes. ni mkubwa lakini, still ni mchanga kwenye game na watu wamempokea vizuri yeah. of course, hata Nandy aliona kwamba ni msanii mzuri, ndio maana akamsign African Princess. yes. So baadaye wakaachana lakini, kukawa kuna vitu vingi sana hapa katikati, na inavyosemekana wanaachana kwa amani, lakini sisi hatuioni amani eh. hey, hey, wanaachana kwa amani. Ukiangalia Yami alimuunfollow Nandi Nandi, lakini pia Nandi akupokea simu za Yami hey, hey, apokea simu za Yami. Kwa hiyo tayari kuna ishu inaonekana hapa katikati baina ya Yami na Nandi, lakini hakuna maelewano. Kuna tuhuma mbili zinazomwandama Yami eh hey, kuna tuhuma ya kwanza ni ipi? kwamba alikuwa toka na Binenga na Bilnass ambaye ni mume wa bosi wake wa zamani na Yammi kai, kai, kaikanusha kwamba hakuiba pete, yeah. Ah, kwa hiyo mnasema Yammi ndo kaiba pete. Ah, Watanzania acheni bwana acheni bwana mambo ah. <laughs> Yani tunaonyesha kwamba Yammi kaondoka kwa amani kwa sababu tu wamelipa zile pesa shilingi milioni yeah. mia moja mm. lakini hatuoni amani kama Kweli, mm. Kama kweli kuna kuondoka kwa amani, tunaona wasanii ambao wanaondoka yeah, kwa amani, mfano kama Rivani kina Mboso wana bado wako vizuri mm. kabisa yeah, yeah. sikusikia Mboso kama ni for uh, Diamond apana. Ama Rivani ama tuhuma za hapa na pale mm. Sasa Yammi si atuelewe ni amani ipi ambayo aliondokea pale, sababu bado kuna tuhuma zinakuwa ziko nyingi zinamsakama, sio nanielewa, labda ndio hizi zinamfanya pia atamani hata kufa lakini ya eti Yami tena Sami. Sema Sami nami, mmefanana majina. Crop top kile tuone flat tummy ipo, mm. Au ndo kim, kimbweta ya waindi? Mimi sina kimbweta bwana. Mwindi viungo viungo hivi kama ya ng'ombe. Uhum, jao sema ishu ya pete, unajua umelisanua kitu mm. Lakini pete imekuja kuibiwa baada ya Yammi tayari kashaondoka, eh? ko aliondoka nayo au? Lakini hapana, kwa sababu pete anapotea. Bilnass na Nandy wanatoka wapi? Dodoma mm. Wanakuja daa, then baada ya kuja daa Yami tayari ameshaagwa. Sasa sioni kama kuna muunganiko wa hiyo story na maana nabana... <laughs> kwamba alikuja akafungua gari akafungua geti haka sio misingizia. gari kafungua geti uh -huh. kaingia au alikula dili na, na, na, na dereva ama watu wakaosha aje. Pia mnyonge mnyonge, lakini haki yake mpeni. Haki yake mm, mpeni. Wamemsingizia haiwezekani, haiwezi kuwa rais. Yami atake kujiua atake kufa hapo hajasema kujiua, lakini anataka kufa. Anataka afi kifo cha aina gani? Kuuawa ama kujiua? Hatuelewi sasa hi mm. kusema wazazi wangu wanaomba msamaha, baba na mama. Hapo sasa kashahusisha mpaka wazazi, na sio wazazi tu, mpaka mm. dada yake kamtaja Nandy mm lakini usikute kuna vitu vip, vip, yani vinaendelea ndani kwa ndani kitu mwisho wa siku mm -hmm. ndo haya maswala ya afya ya akili mm -hmm. awachelee kusema Yami naye ana depression, achelee kusema Yami naye mziki anasema ni ushetani, ndo anazaga hivi hivi. Mna mambo mnakuwa mnayapitia, sasa mwisho wa siku mnakuja tu ukilipuka cha kuzungumza unakizungumza, sema kuna, mikuja kuna muda na, najiuliza mm -hmm. uh, kama msanii ulikuwa unapitia wakati wa kujitafuta, kuna wakati mgumu kama unajitafuta kuwa star, yes. ule wakati ambao kuna muda unashinda njaa hauli, unashinda studio unarekodi ngoma mm. Kuna muda ambao unahitaji labda ufanye uh, video labda ya mtandaoni, una guitarist, mtu wa gitaa, unamcheke unampigia, na kama mimi nahitaji lanauli, unatoa mfukoni, and then unapata viewers labda mia au mia mbili mm-hmm kuna vitu ambavyo vilikuwa vikubwa vya kukatisha tamaa, lakini hukata tamaa mpaka mm. Umefika safari ambayo ulikuwa unahitaji kufika sehemu, ambayo Yammi sasa amefika. Ni sehemu ambayo nadhani na miaka minne nyuma au mitano nyuma alikuwa akikaa hata afikiri kama angefika pale mm. Yani nadhani nafikiri na ingekuwa hivyo yani, alikuwa afikiri kama atakuja kwa star hivi ambaye sisi tunamuona mm. Sababu Yammi kaanza kuimba mtandaoni, tunamuona hajawa star mm anaimba vipande vipande vya kina Zuchu na mbona, unajua kuimba huyu msichana jamani, mbona unajua, lakini hakuwa na mtu kumshika mkono, and then ikatokea miracles, yaani Mungu katena miujiza yake. Nandy akamshika mkono, akamtambulisha kwenye medias na nini, akafanya ngoma, alifanya EP na mchukia, sijui tuna tuna nini tuna tunapendezana tuna, tuna yes, ngoma kali kazifanya na watu wakampokea, and then baada ya miaka au siku kadhaa, mmm bosi anakwambia okay, tunakuja mkataba lakini tayari Nandy, yani kashaanika katengeneza njia kwa Yammi. Yes, yani uwezi kusema Yammi kaondoka African Princess sana faida, katengenezwa njia kubwa sana sana sana, yani njia kubwa mno. Yammi alikuwa haji brand tunapomuona leo mm -hmm. Yammi flat tummy mmoja kuiona juzi katika shingi African Princess, kwa hata kama na flat tummy mhm, alikuwa anavaa kama ulivyofaa leo wewe nani muda yeah, wote hey, yeye alikuwa anavaa hivi anajistiri. Lakini, lakini, African Princess akatengenezewa njia. Hebu wewe unajua kuimba una, oh, yeah, sauti nzuri, akatengenezewa. Hmm? <laughs> <laughs> <laughs> Ah, ile mwonekano huu utakuwa unavaa crop tops zile, yes, kitovu kionekane na nini tofauti. Ehe, eh. na kweli kuna watu wengine wao wampendi Yammi kwa sababu ya kuimba wanapenda kitovu cha Yami, yes. Kuna watu wanapenda lips za Yami, mm. kuna watu wanapenda sauti tu ya Yami akiongea, sio kuimba, akiongea. Kwao tayari tengenezwa ile brand ya kwamba huyu ni msanii, atakifanya chochote kwenye mavazi, muonekano, kuongea chochote kwa sababu yeye ni msanii, mm. na ni msanii mkubwa. So leo anasema bora afe kwa lipi? Ndio labda kama kuna jambo la kifamilia, lakini mpaka anamshirikisha Nandy, maana yake kuna jambo ambalo halipo sawa kwenye mziki wako sahi. E, Nandi mwanafamilia, sawa, amekusaidia, lakini uwe na Nandi it's over. mm. msha malizana Nandi saivi, shule ishaisha na ni kama mkataba mmesaini. Nandi kasaini na umesaini wana tumeterminate mkataba, hakuna kuongeza mkataba mm. ishu ishie hapo mm. mm. mana it's over Nandi hana lawama. huwezi kumtaja Nandi ovyo ovyo, uwe na sababu maalumu. anaweza kukupeleka mahakamani, sawa sawa e. so Yami. E, e, awe mkweli aseme aseme unataje ovyo e? Kuna mtu kimemlamba e, e, Yesu, <laughs> Kwa hivyo bado Yami amewaacha mashabiki zake kwenye mkanganyiko kutokana na mm, kauli yake hiyo, ndugu yangu. Yeah. Mm-hmm. Kwamba siwezi tena, mm, bora, nife. Bora, bora nife kauli nife nzito sana sana, kauli nzito mno tutaendelea kumcheki Yammi tujue amepatwa maswaibu gani. mm, lazima, yeah, lazima tu tunafuatilia ili tujue mm. Lakini ingekuwa vizuri kama angekuja hadharani na kusema kama wenzio wanavyosemaga mm. Unajua, mtu akija akisema, uh, sababu ambayo labda inamfanya awe na depressed au awe na stress inakuwa ni rahisi kujua anasaidiwa vipi, lakini kusema kauli kama hii, maana unafanya watu ambao walikuwa wamekasa changanyiki. Eh jamani, Jamani, Yammi yuko wapi, kwa wapi? Mtafuteni kwanza yuko wapi. Hata kama Nandi na alikuwa na ishu zake za, yeah, za kibiashara, kibinadamu, hawezi kukaa kimya. Lazima atapiga simu nyumbani, astop mambo yake ya kibiashara, afuatilie anafanya kitu gani. Kwa hiyo in a professional way. In a professional way. Yammi ni pro, msanii mkubwa, kashafanya kolabo na wasanii wakubwa. Mm. So, alichokifanya ah, uh, kama ni serious issue. Eh? Yeah. Ya, na, ya Yammi kama ni serious issue basi, itakuwa amekosea umma, amekosea umma, yaani amekosea mashabiki, kwa sababu kama ni msanii professional and then unakwenda kuandika taarifa kubwa ya kutengeneza attention. Yes. So attention ya kawaida inakuwa ina mstress mtu kwa sababu, kwa sababu hapa kama kuna shabiki wa Nandy yuko Tandale Manzese, wa Yammi I mean yuko Tandale Mazese Vingunguti mm. anafikiria saizi Yami yuko katika hali gani? Hata kama anapika lakini anafikiria Yami saizi yuko katika hali gani? Lakini kama ni ni stunt ya ni zile kiki zinazotengenezwa it's good, sawa. Comment comment ni muhimu, yeah, comment muhimu sana. Mkoment jamani eh, mkoment Yami yuko asija akaenda ku kufanya mambo mengine tofauti tukaja kupatwa yeah. na majonzi. Yami ni msanii mzuri mkubwa, baby face ana jicho yes. ana lips nzuri kama zangu, flat tummy ndio na nini, lakini pia ni muhimu sana yeah. Utuambie, hata kama mtu hata kama Yami kuna jambo analipita, je, ilikuwa ni sahihi kusema kauli kama hii? mm -hmm. Hata kama kuna maswaibu anapitia kwenye muziki wake ama kwenye familia, ilikuwa ni sahihi yeye kusema siwezi tena bola nie? mm -hmm. Tuanikia hapo takuwa unyama sana, sana, sana. Sasa Sami mm -hmm. ndugu yako Yami mm. Yami inaonekana bashasha huwa linazidi sana kwenye sura yake anapokutana na mkimbizi mwenzie, na, oh, mkimbizi mwenzie. Mm. Ah, ambaye nibusu, Nga, dada, kwa sababu ah. Bwana Kirungi mm. na bibi ya Yami ndio wanakaa kitu fulani hivi tayari, mashabiki walishakatengeneza kale ka kitu kwamba kuna jambo kati yao, kuna jambo baina yao mm. Kwa hiyo hata wakiitwa sehemu wakiwa pamoja, yani moyo wako e, kama shabiki wa Kirungi mm. au wa Yami mm. unasema yes, kwa nini siwe kweli Mm-hmm. Kwa nini siwe hivi? Basi, kwa nini ndio kwambia wanaendana, wanaendana. Sasa mimi nimefikiria hey, mm. Kama Kirungi ananisikiliza afanye mchakato, mtoto amweke ndani, amchukue. ah, jiko lile mtoto mzuri ule, adabu dabu. ah, Sami. <laughs> mtoto mzuri <laughs> kitu, imagine walo, imagine anaimba nyimbo nzuri. hmm. Alafu tayari washakuwa wapenzi kama kamainadoga. ah, hiyo ah. Lakini umbea hauna posho. Pole sana ndugu yangu.